Tuna sasa muda wa kujipatia fursa wa kufundishana mambo ubaoni. Biblia mwanzo wake ni mbali, ni mbali huko ambako hata babu zetu sisi hawafahamu vizuri. Biblia hiyo ina pande mbili kama tunavyojifunza, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale la asilia ni kitabu hiki hapa, wenyewe Wayahudi wanaita Tanakh. Humu ndani humu wameandika vitabu vyao, hiyo kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu gani na kitabu gani, kitabu cha nabii Isaya na kadhalika. Kwa lugha ya kwao inaitwa Kiebrania. Lakini Wayahudi wale waliwahi kuchukuliwa kwenda utumwani Babiloni kule, Kiebrania chao kikachanganyika na lugha za Babiloni huko, kazaliwa Kiaramayo. Kwa hiyo ndani kuna sehemu zimeandikwa kwa Kiaramayo katika kitabu cha Danieli sehemu fulani na sehemu fulani katika kitabu cha Ezra. Hii ndio agano la kale, ndio kama usikia akina Netanyahu akina nani wanasoma Biblia yao wanaita Tanakh. Hawaiti Biblia, wanaita Tanakh. Sisi tumechukua sehemu hiyo kuichapisha takua agano letu la kale, sehemu ya pili ya Biblia ndio hii hapa hii hapa imeandikwa humu kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki, lakini kuna sehemu ndogo ndogo, kuna maneno yaliyo katika lugha ya Kilatini na maneno mengine Kiaramayo vile vile. Hii hapa ndio agano jipya. Kwa hiyo sasa, watu wanapotafsiri, wanatafsiri agano la kale, yaani wanatoa katika lugha za Kiebrania na chembechembe hizo za Kiaramayo, napata agano la kale, na huko ni tafsiri wanapata agano jipya. Weka pamoja hapa, weka pamoja hapa, agano la kale na agano jipya, ndio unapata Biblia. Sasa tukichukua sisi Waswahili tukitafsiri lugha hizi, tutapata Biblia ya Kiswahili kama hii hapa, inayoitwa Biblia ya Iringa. Wakichukua Waingereza tutatafsiri watapata Biblia hii hapa katika lugha yao ya Kiingereza, kwa mfano The New Jerusalem Bible wakichukua Wareno watatafsiri watapata Biblia yao kama hii hapa, Biblia Sagrada Africana kwa mfano hii hapa. Na Waswahili sasa wanaweza kusema Kiswahili hiki labda kimepitwa na wakati, au tuweke hivi, tuweke vile, au tuingize hivi, tuingize basi katika Kiswahili. Hivyo tunaweza tukapata eh, makala mbalimbali za Biblia hiyo hiyo moja. Kwa mfano, Waswahili walikaa chini wakasema, katika Biblia katika maelezo yale tuweke maelezo yanayohusiana na mazingira ya Afrika. Methali tutumie humo ndani, e, labda hadithi tutumie, misemo mbalimbali. Basi Biblia hiyo ya Kiswahili, lakini kwa sababu ya hayo yaliyozingatiwa katika kuleta katika mazingira halisi ya muktadha, itaitwa kwa mfano hiyo Biblia ya Kiafrika. Maana humo ndani kuna mambo ya Kiafrika mengi ya katika maelezo methali zipo, kuna mifano na kadhalika na michoro na picha za Kiafrika, Afrika hivi, ili sisi wa Afrika, Afrika tutapokuwa tunasoma tujisikie vilevile tunaeleza mambo yale katika eh, mazingira yetu. Sasa tutajifunza mambo mbalimbali mbali, hasa hizo lugha. Sio kwamba tuweze kuzisema au nini, ila kwa sababu kuna maelezo ambayo tunakutana nayo tunayotakiwa tuyaeleze kwa misingi hii ya lugha hizi asilia. Kwa hiyo tutaangalia alfabeti, alafu tutaangalia mambo ambayo pengine umekutana nayo au umeyasikia, lakini asili yake kumbe ni katika lugha za zamani za Biblia. Sasa nia ya kipindi hiki au nia ya mpango huu wa kufundishana kwa ubao ni kujaribu ku eleza na kufafanua hiyo mambo ambayo yanatinga pasipo sababu, kwa sababu tujaelezana tu, ndio maana yanatinga. Sasa tutaanza kuzungumza eh, habari za lugha iliyotumika katika Agano Jipya. Lugha iliyotumika humu nimesema hasa ni Kigiriki au Kiyunani, na ukoko ukoko ndani humo upo wa Kilatini au wa Kiaramayo yote tutaangalia, ndio maana tunaanza vipindi vyetu vya ubao hapa. Sasa leo tuanze na alfabeti ya lugha ya Kiunani, yani tuelewe yaliyopo humu, na baadaye tukishamaliza alfabeti, tutakuja sasa katika mambo ambayo umeyapata kuyaona au kuyasikia lakini hujaelewa vizuri, kwa sababu huku ulikuwa hujaelezwa na mtu yeyote. Sasa Tazama hata sasa hivi ninavyosema alphabet. Ninaposema alphabet maana yake tayari mimi nimekuja huku kwa sababu alphabet kumbe ni herufi ya kwanza ya Kiyunani na herufi ya pili ya Kiyunani. Ndio ilipozaa neno alphabet. Waingereza wakatohoa hiyo wakapata waka alphabet. Na sisi Waswahili tunakuja hapa tunatoa kutoka kwa Kiingereza tunapata alphabet. Kumbe ni hii. Basi tuangalie sasa alfabeti aukua herufi mbili tu. Alfabeti kwa Wayunani au Wagiriki ni herufi zote hizi hapa tunazoziona. Hizi sasa nimeziandika hizi namna mbili mbili, namna mbili mbili, yaani kila herufi ya alfabeti nimechukua herufi kubwa na herufi ndogo yake, herufi kubwa na herufi ndogo yake, na hapo hapo nimeweka hapa na namba hizi hapa Hizi namba hizi hapa maana yake kwamba huko zamani wenyewe walivyokuwa wanatumia hizi alfabeti walikuwa wanazipa pia uzito wa kitarakimu. Sasa, sasa tuanze. Hii ni herufi yao ya kwanza katika alfabeti yao. Herufi yao ya kwanza hapa? Hii hapa hii hapa ni herufi kubwa alfa, na herufi ndogo ya alfa ndio inaandikwa hivi Herufi kubwa ya pili naitwa beta. Herufi kubwa ndio, na herufi yake ndogo ndio hapa. Herufi ya tatu gamma. Herufi kubwa hii hapa, herufi ndogo hii hapa. Herufi ya nne ndio hapa, herufi kubwa ni hapa na herufi ndogo ni hii hapa, inaitwa delta. Herufi ya tano hapa inaitwa epsilon. Herufi kubwa ni hii hapa, herufi ndogo hii hapa. Hii hapa sahau kwanza tutakuja kurudi huko mbele. Hii hapa ni herufi ya sita kwa kweli. Hii hapa ni zeta. Zeta kubwa hii hapa na zeta ndogo ni hii hapa. Hii hapa ni eta. Ni herufi ya saba hii kwa kweli. Hizi namba usiangalie sana hapa. Ni herufi ya saba. Hii ni herufi kubwa na hii hapa herufi ndogo inaitwa eta. Hii hapa ni herufi ya nane hii hapa. Herufi ya nane kwa kweli, huo, hapo, ni kwa kweli katika mpangilio huo. Ukiruka hapo katikati hapo hiyo ni kama herufi ya nane. Hii inaitwa theta. Herufi kubwa ni hii hapa na herufi ndogo ni hii hapa. Usichanganye na hii, usichanganye na hii hapa. Tofauti ni kistari tu, iki hapa kistari. Hii ni theta e. Theta kubwa hii hapa, theta ndogo hii hapa. Hii hapa inaitwa yota. Herufi kubwa ndio hii, herufi ndogo ni hii hapa. Herufi hii hapa inaitwa Kapa. Herufi kubwa ni hii hapa, herufi ndogo ni hii hapa. Herufi hii hapa inaitwa lambda. Herufi kubwa ni hii hapa, herufi ndogo ni hii hapa. Herufi hii hapa inaitwa mu. Herufi kubwa ni hii hapa na mu ndogo ni hii hapa. Herufi hii hapa inaitwa nu. Herufi kubwa ni hii hapa, herufi ndogo ni hii hapa. Hii hapa inaitwa x X hapa hii, hii mistari mitatu hapa ni herufi hiyo. Mistari mitatu herufi moja hiyo inaitwa x, lakini x unapoandika ndogo ndio unaandika hivi hapa. alafu herufi hii hapa inaitwa omicron, ni tofauti na theta kwa kistari hapa hapa, kuna kistari. Hii ni omicron kubwa na hii hapa ni omicron ndogo. Hii hapa inaitwa pi, watu wamejifunza huko kwenye hesabu huko darasa la nne ngapi Pai kwamba ni ishirini na mbili ugawa kwa saba. Sasa pai ile ni herufi ya Kiyunani, herufi kubwa inaandikwa hivi na herufi ndogo ambayo tumetumia sana kwa madarasani ndo hii hapa, hii inaitwa pai. Alafu hii hapa acha kwanza, hii hapa, hii hapa acha kwanza, tunakwenda hii hapa, hii hapa inaitwa ro, hii ni ro kubwa na hii hapa ni ro ndogo. Hii hapa inaitwa sigma, sigma ina sura tatu herufi moja, lakini sigma e, inaitwa sigma na sura yake ya kwanza ni kama hii hapa, inapoandikwa herufi kubwa hivi hapa, na inaweza kuandikwa pia kama c. Kama inaweza kuandikwa kama c hapa, herufi kubwa hiyo, ina sura vile vile mbili. Sigma inaweza kuandika hivi hapa kama m iliyopinduliwa, alafu unaweza kuandika kama c hapa, alafu hii hapa ni sigma unapoandika katikati ya neno alafu, hii hapa ni sigma unapoandika mwishoni mwa neno. Kwa hiyo herufi kubwa ni hapa, na sura yake nyingine inakuwa kama si hapa. Lakini katikati ya neno sigma inaandikwa hivi kama omikroni, lakini yenye mkia kwa juu, na hii hapa kama esi yetu basi ndio sigma mwishoni mwa maneno. Hii hapa inaitwa tau. Tau kubwa ni hii hapa na tau ndogo ni hii hapa. Hii hapa inaitwa upsilon. Upsilon kubwa ni hii hapa na upsilon ndogo ni hii hapa. Hii hapa inaitwa phi. Phi. Phi kubwa ni hii hapa na phi ndogo hii hapa. Halafu nakuja hapa, hii ni ki. Hii hapa ni X, X. Angalia mambo hapo hii hapa ungezoea katika alfabeti ya Kiingereza ingesema x, lakini hapana, hii inaitwa k. Kwa hiyo kii ndogo hii hapa na k ndogo eh, k kubwa hii hapa na kii ndogo ndio hii hapa. Hii hapa sio mwenge huu, hii hapa ni herufi inaitwa psi. Psi psi kubwa hii hapa na psi ndogo ni hii hapa. Na herufi ya mwisho kwa Wayahudi, kwa hawa ha, wa Yunani, ni hii herufi ya mwisho ni hii, hii hapa. Hii inaitwa omega. Omega ina sura mbili, unapoandika katika herufi kubwa unaweza kuandika hivi hapa, au ukaandika hivi. Hii ni kubwa na hii ni kubwa, na omega ndogo ni hii hapa, hii hapa sahau. Kwa hiyo hapa nimekusaulisha eh, hii hapa nimekusaulisha, hii hapa na kusaulisha na hii hapa kwa hiyo tumepata hapa alfabeti ya Kiyunani: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta au theta, yota, kapa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pai, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, ki, psi alafu na hii ndio ya mwisho omega. Kwa hiyo unaposikia habari za e, Biblia katika Kigiriki katika Kiyunani, hizi ndio herufi zake. Asante.